Nyota ya Mashuke, tatizo la mtu kulijua katika hisia, kujikuta unatoa ushauri kwa watu tofauti katika hali wanazozipitia. Kauli zako zitakuwa zinazingatiwa, kuongea maneno ambayo hata wewe hukutarajia kuyongea. Utajihisi utofauti hata kwa matendo, kuhifadhi kitu kwa matumizi ya baadaye au siku nyingine, kuambatanisha kitu kwa pamoja ili usisahau. Kuhisi umekosea baada ya mtu kukukosoa. Mawazo yako yapo katika kupambana na kitu. Kuna muda unaweza kujihisi kama si wewe, kutokana na hali utakayokuwa nayo na hisia za utofauti. Kutoa taarifa ya mtu na kupata usaidizi kwa haraka. Mara nyingi unaonekana mkosefu, lakini leo kuna mtu atajua umuhimu wako. Wewe umechaguliwa kufikisha taarifa muhimu ulimwenguni, hivyo usidharau hisia zako za kweli na maono yako, ili kuweza kufumbua fumbo lililojificha kwa wengi au waliokuzunguka.